Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kwa Mkuu wa Mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Adam Malima, kufuatia vifo vya watu kumi katika ajali ya barabarani iliyotokea tarehe thelathini na moja Desemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano mkoani humo. Ajali hiyo ilitokea katika kijiji cha Maseyu, kata ya Gwata, wilaya ya Morogoro, kwenye barabara kuu ya Morogoro kwenda Dar es Salaam ikihusisha basi la abiria lenye namba za usajili TF 1662 DMD aina ya Mitsubishi Fuso mali ya kampuni ya Bili Mawio lililokuwa likisafiri kutoka Morogoro kwenda Tanga na roli la mizigo aina ya hoo lenye namba za usajili T 956 ELW mali ya kampuni ya Kikori. Magari hayo yaligongana uso kwa uso na kuteketea kwa moto. Kwa mujibu wa taarifa ya Jeshi la Polisi, waliofariki dunia ni wanawake wawili na wanaume nane, wote wakiwa abiria wa basi hilo na majeruhi ni ishirini na tatu waliopatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Kati yao majeruhi kumi na moja wametibiwa na kuruhusiwa huku wengine kumi na mbili wakiendelea na matibabu. Miili tisa ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro na mmoja katika kituo cha afya cha Mikese. Kati ya hiyo miili mitano imetambuliwa huku mitano mingine ikiwa bado haijatambuliwa kutokana na kuharibika kwa majeraha ya moto. Wataalamu wa uchunguzi wa vinasaba wamechukua sampuli ya miili hiyo kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Rais Dr. Samia ametoa pole kwa familia za wafiwa na kuziombea roho za marehemu zipumzike kwa amani pamoja na uponyaji wa haraka kwa majeruhi. Aidha, amewataka madereva na watumiaji wa barabara kuzingatia kikamilifu sheria na kanuni za usalama barabarani. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.